DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza, muktasari. Rais Zelensky asema ni Trump na Marekani pekee wanaoweza kukomesha vita vya Ukraine. Jeshi la Israel la shambulia Lebanon na Gaza na kusababisha mauaji. Na Ashraf Hakimi ashinda tuzo ya, ya mchezaji bora wa mwaka. Habari kamili. Ankara. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Marekani na rais wake Donald Trump wana jukumu muhimu katika juhudi za kukomesha vita vya Urusi nchini Ukraine. Amesema hayo baada ya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara. Alikaribisha utayari wa Ankara kusimamia mazungumzo ya amani, akisema Erdogan amependekeza miundo ya mazungumzo ambayo Ukraine inaunga mkono na kwamba yuko wazi kwa mifumo mingine yenye maana ambayo inaweza kutoa matokeo. Matamshi yake yamejiri baada ya ripoti za vyombo vya habari kudokeza kuwa Washington imekuwa ikishirikiana na Moscow nyuma ya pazia kuhusu pendekezo jipya la amani ambalo litahitaji maamuzi makubwa kutoka Kiev ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuachia ardhi yake zaidi. Kwa upande wake Rais Erdogan alitoa wito kwa Kiev na Moscow kurejea kwenye meza ya mazungumzo nchini mwake Milan Mahakama ya juu zaidi nchini Italia imeidhinisha kupelekwa Ujerumani kwa mwanaume mmoja wa Ukraine anayeshukiwa kusababisha milipuko iliyoharibu mabomba ya gesi ya Nord Stream kati ya Urusi na Ujerumani zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Wakili wa Serhi Kuziano mwenye umri wa miaka 49 alisema jana kwamba mteja wake atakabidhiwa kwa maafisa wa Ujerumani ndani ya siku chache zijazo hii ni baada ya mahakama ya juu ya Italia kukataa rufaa ya mwisho ya utetezi. Wakili Nicola Canestrini alionyesha imani kwamba mteja wake ataachiliwa huru wakati wa kesi hiyo itakayoendeshwa Ujerumani. Milipuko hiyo ilipasua bomba la mafuta la Nord Stream 1, ambalo lilisababisha lilisafirisha ilis gesi ya asilia ya Urusi hadi Ujerumani chini ya bahari ya Baltic kabla ya urusi kusitisha usambazaji mwishoni mwa Agosti 2022. Kutenov alikamatwa kufuatia hati ya kukamatwa ya Ulaya mnamo Agosti 21 katika eneo la kambi karibu na mji wa pwani wa Adriatic wa Rimini ambapo alikuwa likizoni na familia yake. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wanasema alipanga na kulipua karibu mabomu manne yenye uzito kati ya kilo 14 na 27 kwa kina cha mita sabini hadi themanini katika bahari ya Baltic. Sidon, Lebanon. Jeshi la Israel limefanya mfululizo wa mashambulizi angani kusini mwa Lebanon hapo jana. Lilisema liliyalenga maeneo ya, lenga ya Hezbollah, wakiwemo io e, zikiwemo sehemu za kuhifadhi ya silaha. Hii ni baada ya shambulizi la droni mapema jana kumuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine kadhaa wakiwemo wanafunzi waliokuwa ndani ya basi. Wimbi hilo jipya la mashambulizi lilijiri siku moja baada ya shambulizi la angani kuwaua watu kumi na tatu katika kambi ya wakimbizi ya kipalestina ya Ain el Hilwe. Lilikuwa shambulizi kali zaidi la Israel nchini Lebanon tangu makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah mwaka mmoja uliopita. Israel inadai kuwa Hezbollah wanajipanga upya. Wakati huo huo, Israel imeripoti kuwa askari wake walifyatua makombora kusini mwa Gaza maafisa wa afya katika ukanda huo wamesema mashambulizi ya Israel yaliwaua kiasi ya wa Wapalestina 25. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameapa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Hii ni kufuatia ombi la mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohamed Bin Salman. Trump amekemea kile alichokiita ukatili mkubwa katika mgogoro ambao aliupuuza hapo awali. Alikiri kuwa vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF havikuwa kwenye orodha yake, lakini eh, kabla ya kiongozi huyo wa Saudia kumsukuma kuingilia kati. Lakini Trump alisema sasa atafanya kazi ya kutuliza mgogoro huo kwa ushirikiano na madola ya kikanda, ikiwemo Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unakanusha tuhuma za kuwaunga mkono RSF kwa kuwapa silaha na mamluki. Saudi Arabia inaunga mkono wa serikali inayoegemea upande wa jeshi. Trump alitoa kauli hizo katika jukwaa la kibiashara na mwanamfalme wa Saudia siku moja baada ya kumkaribisha katika ikulu ya White House. Rabat. Nahodha wa Moroko Ashraf Hakimi ameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Kiafrika kwa wanaume. Hakimi anahitimisha msimu ambao alibeba Ligi ya Mabingwa Ulaya na klabu yake ya Paris Saint-Germain. Beki huyo wa kulia mwenye umri wa miaka 27 pia alishinda taji la nne la ligi kuu ya kandanda ya Ufaransa msimu uliopita na akabeba kombe la shirikisho la Ufaransa na UEFA Super Cup. Hakimi aliwapiku washindani wa zamani ambao ni mshambuliaji wa Liverpool kutoka Misri, Mohamed Salah na mshambuliaji wa Nigeria, Victor Osimhen. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Mbaki nasi. DW dunia yetu leo asubuhi. Asubuhi njema popote ulipo, Alhamis hii ya tarehe ishirini mwezi wa 11 mwaka 2025. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky afanya ziara nchini Uturuki kwa mazungumzo ya kufufua juhudi za amani za kumaliza vita na Urusi. Shirika la Al Majid Europe lasema limeanza kuwasaidia raia wa Palestina wanaoishi Gaza kuhamia katika baadhi ya nchi barani Afrika. Na mamilioni ya wa wakimbizi walioko kambini au kwenye sehemu za kupata hifadhi kote duniani waathirika kutokana na mapungufu ya mabilioni ya fedha za ufadhili. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski amefanya ziara nchini Uturuki kwa mazungumzo ya kufufua juhudi za amani za kumaliza vita na Urusi. Mwenzangu Bruce Amani amefuatilia kwa karibu ziara hiyo ya Zelenski na hii hapa ripoti yake. Zelenski amesema kuwa Marekani na rais wake Donald Trump wana jukumu muhimu katika juhudi za kukomesha vita vya Urusi nchini Ukraine. Hii ni baada ya mazungumzo na Erdogan mjini Ankara. Akitaja ushawishi wa Trump, Zelenski alisema tangu mwanzoni mwa mwaka huu Ukraine imeunga mkono kila hatua muhimu na uongozi wa Trump, kila pendekezo dhabiti na la haki la kumaliza vita, na kwamba ni Trump pekee na Marekani waliona nguvu ya kutosha ya kukomesha vita hivyo. Alikaribisha utayari wa Ankara kusimamia mazungumzo, akisema Erdogan amependekeza miundo ya mazungumzo ambayo Ukraine inaunga mkono na kwamba yuko wazi kwa mifumo mingine yenye maana ambayo inaweza kutoa matokeo. Na Zivisno, na situasyi... Anasema bila shaka walizungumza hasa kuhusu hali ya kidiplomasia. Michakato mingi sasa imeanzishwa, wanajaribu kuhakikisha kuwa shughuli zote zinaelekezwa kwenye amani kwa njia ya heshima na usalama wa uhakika. Matamshi yake yamejiri baada ya ripoti za vyombo vya habari kudokeza kuwa Washington imekuwa ikishirikiana na Moscow nyuma ya pazia kuhusu pendekezo jipya la amani ambalo litahitaji maamuzi makubwa kutoka Kiev ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuachia ardhi yake zaidi. Kwa upande wake rais Erdogan alitoa wito kwa Kiev na Mosco kurejea kwenye meza ya mazungumzo nchini mwake. Erdogan alisema mazungumzo hayo ni muhimu ikizingatiwa athari kubwa za vita kwenye pande zote. Uturuki imewahi kuandaa mazungumzo hapo awali. Erdogan anaendeleza uhusiano wa karibu na Vladimir Putin. Na wakati Zelenski alikuwa ziarani kuendeleza juhudi za kidiplomasia, Urusi ilifanya mojawapo ya mashambulizi yake makali kabisa kuwahi kutokea magharibi mwa Ukraine. Ilifyatua zaidi ya droni mia nne sabini na makombora arobaini na nane usiku kucha. Watu ishirini na tano waliwawa katika mashambulizi hayo ya mji wa Ternopil, huku wengine karibu sabini na tatu wakijeruhiwa, wakiwemo watoto kumi na sita. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelaani vikali mashambulizi hayo, akisema ni vita vya ukatili mkubwa dhidi ya raia. Anasema wanashuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundo mbinu nchini Ukrain. Hii inaonyesha kwamba Urusi pamoja na vita vyake vya kigaidi inaharibu miundo mbinu ya raia, hasa miundombinu ya nishati ya Ukrain kwa kiwango kikubwa na hii inafanywa sasa muda mfupi kabla au tayari wakati wa majira ya baridi kali. Meats ametoa wito kwa washirika wa Ulaya kufikia makubaliano kuhusu matumizi ya mali za Urusi ifikapo mwezi ujao, akisema ndiyo njia pekee mahususi ya kuileta Moscow kwenye meza ya mazungumzo kwa lengo la kumaliza vita. Wakati huo huo, ujumbe wa kijeshi wa Marekani huko mjini Kiev, huku waziri wa ulinzi wa Ukraine Denis Shimihal akisema alikutana na afisa anayesimamia masuala ya jeshi la Marekani Daniel Driscoll na kuwafahamisha wageni hao kuhusu maendeleo mapya ya ndege zisizo na rubani za Ukraine. Kundi hilo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari nchini Marekani, linatarajiwa kukutana na Zelensky pindi atakaporejea nchini kutoka ziara yake ya kigeni. Asante sana Bruce Amani kwa ripoti hiyo. Tukimulikia ukanda wa Gaza ambao umekuwa katika mzozo wa muda mrefu uliogharimu maisha ya maelfu ya watu huku wengi wakiachwa bila makazi, shirika la Al Majid Europe linasema kuwa limeanza kuwasaidia raia wa Palestina wanaoishi katika ukanda wa Gaza kuhamia katika baadhi ya nchi barani Afrika ili kukwepa madhila ya mzozo huo. Lakini pamoja na uamuzi huo, shirika hilo limejikuta likishutumiwa kwa kudaiwa kuwa limekuwa likitekeleza mpango huo kwa mabavu, mpango ulioitwa uhamisho wa lazima kutoka Gaza. Ripoti ya uchunguzi ya mwandishi wa DW Katherine Asher inasomwa na Doto Bulendu. Katika mazungumzo yake na DW, mmoja ya watu ambao namba yake ya simu imeorodheshwa kwenye tovuti ya al Majdi na kutambulika kwa jina moja la Omar alisema yeye ni Mpalestina anayeishi Jerusalem, lakini hakuweza kutoa maelezo zaidi likiwemo jina lake la mwisho kwa sababu za kiusalama omari aliambia dw kwamba uvumi kuhusu uhusiano wa almajdi na serikali ya israel unaenezwa na makundi mawili kundi la wanamgambo wa hamas lililokuwa likitawala gaza na limeainishwa na nchi nyingi kama kundi la kigaidi na mamlaka ya palestina ambayo inasimamia eneo linalokaliwa la ukingo wa magharibi mwa palestina ambapo kwa mujibu wake makundi hayo mawili hayataki watu waondoke ukanda wa gaza omari pia alisema kuwa ili kuwatoa watu kutoka Gaza na kuwapeleka katika uwanja wa ndege wa Israel, Almajdi ilibidi yawasiliani na mratibu wa shughuli za serikali wa Israel katika maeneo au COGAT, ambayo inaendesha shughuli rasmi za Israel huko Gaza. COGAT pia ni sehemu ya wizara ya ulinzi ya Israeli. Ninamnukuu Omar katika mahojiano yake na DW, ninasaidia watu wangu huko Gaza na huu sio uhamiaji, Omar alisisitiza inasaidia watu ambao wanataka kuishi, sio kufa ndani ya Gaza, mwisho wa kumnukuu. Utafiti wa DW unaonyesha kuwa Almajdi yamewahi kupokea sarafu ya crypto yenye thamani ya yuro 106 sawa na paundi 91 za Uingereza kupitia akaunti ya Bitcoin licha ya ya ukweli kwamba akaunti hiyo imesajiliwa kama akaunti maalumu kwa ajili ya mchango wa kusaidia uhitaji. Abiria wa kiparestina waliosafiri na Almajdi hadi Afrika Kusini waliwaambia waandishi wa habari kuwa walilipa kati ya yuro elfu moja na mia tano mpaka elfu mbili, lakini hii ilitumwa katika kaunti za kibinafsi. Wiki hii uchunguzi wa gazeti la Israeli la Haaretz uligundua hitilafu zaidi, ikiwa ni pamoja na uhusiano uliopo kati ya Almajdi na Tomar Jamar Lind, mtu mwenye uraia wa Israel na Estonia ambaye anaishi mjini London nchini Uingereza. Makampuni ya kukodisha ndege ya Fly Yor yenye makao yake nchini ya Romania na Kibris Turkish Airline yenye makao yake makuu huko Cyprus ambayo yamewapeleka Wapalestina Afrika Kusini yote yanamilikiwa na Israel. Mpaka sasa hakuna idadi rasmi wa Palestina waliondoka Gaza huku shirika la afya ulimwenguni WHO likitoa huduma za uokoaji wa matibabu kwa watu wapatao 2589 kwa mwaka huu. Inakadiriwa kuwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne pekee zaidi ya wa Wapalestina laki moja walivuka kuelekea Misri, lakini tangu wakati huo hakujawa na watu wengi walioondoka kutoka Gaza. Shukran sana Doto Bulendo kwa ripoti hiyo. Licha ya miaka thelathini ya mikutano ya kongamano la mabadiliko ya tabia nchi la Umoja wa Mataifa COP, mafanikio yaliyopatikana hayajatosha kuzuia ongezeko la joto duniani. Wataalamu wanataka mageuzi makubwa, ikiwemo kubadilisha maamuzi ya kauli moja kuwa kura ya wengi, ili ahadi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi ziwe vitendo na sio maneno. Najat Omar na taarifa zaidi. Zaidi ya miongo mitatu ya mazungumzo ya kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi imeleta mafanikio fulani, ikiwemo kuongezeka kwa matumizi ya nishati mbadala na fedha za kukabiliana na athari za tabia nchi. Hata hivyo, juhudi hizo hazijatosha, kwani uzalishaji wa hewa chafu unaendelea kupanda na joto la dunia linaongezeka. Wataalamu zaidi ya thelathini wakiwemo wanadiplomasia, mawaziri na wanaharakati na wawekezaji wameeleza kuwa mchakato wa kopo unapaswa kubadilishwa, ahadi kuwa vitendo. Hata hivyo kuna tofauti za maoni kuhusu sura ya mageuzi hayo. Baadhi wanaonya kuwa mabadiliko yanaweza kufanyika katika wakati mbaya kutokana na siasa za kupinga hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko zinazoibuka Marekani na mataifa mengine. Waziri wa zamani wa mazingira wa Peru Manuel Pulgar Vidal amesema kufungua mchakato wa mageuzi kwa sasa kunaweza kutufanya tuonekane wadhaifu na wanaopingana na ukweli wa mabadiliko ya tabia nchi. Kundi la watu kumi na tano limeundwa, wakiwemo viongozi wa zamani, wanadiplomasia na wawakilishi wa jamii za asili ili kutoa mapendekezo ya kuboresha kongamano la COP kwa mwongo ujao. Kundi hilo linatarajiwa kuwasilisha mapendekezo yake wiki chache zijazo. Katibu wa sekretari ya mabadiliko ya tabia nchi wa Umoja wa Ulaya Simon Stiell alisema ahadi za hivi karibuni za mataifa kupunguza uzalishaji wa hewa chafu kwa asilimia kumi na tano ifikapo mwaka elfu mbili thelathini na tano, lakini alisisitiza haja ya mageuzi ili uwepo wa utekelezaji wa haraka. Mwanasayansi wa mabadiliko ya tabia nchi Jonas Rockstrom ambaye ni miongoni mwa wajumbe wa kundi hilo alisema hakuna pendekezo lililowekwa pembeni kuanzia kupitishwa matumizi ya kura ya wengi hadi kukubalika muundo wa mkutano wa kila mwaka. Hayo yakiwa yanaendelea kujadiliwa, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa kumi na nne amekosoa ukosefu wa nia ya kisiasa kwa baadhi ya mataifa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akihutubia kongamano la COP thelathini lililofanyika nchini Brazil kwa njia ya video, ametaja athari zinazoongezeka za mafuriko ukame, dhoruba na joto kali, na kueleza kuwa mtu mmoja kati ya watu watatu anaishi katika mazingira hatarishi. Mikutano ya COP imekuwa ikivutia maelfu ya wajumbe, wakiwemo makampuni makubwa, hali inayofanya baadhi ya mikutano kufanana na maonyesho ya biashara kuliko majadiliano a sera wengine wanataka kupunguzwa kwa ukubwa wa mikutano hiyo na kuondoa masuala ya kiufundi yanayozidisha urasimu. Brazil, mwenyeji wa COP 30 imependekeza mwaka huu kusiwe na ahadi mpya bali juhudi za kutekeleza zile zilizopo. Ni ripoti yake Najat Omar. Asante sana. Novemba ishirini ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya haki za mtoto. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika mengi ya kutetea haki za watoto yanashutumu dhulma wanazopata watoto kutokana na vita vya AFC M23 na athari za vita hivyo, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima de la Chance. Mashariki mwa Kongo imekuwa ikikumbwa na ghasia za takriban miongo mitatu kutokana na kuwepo kwa makundi mengi yenye silaha ya ndani na ya nje ya nchi kwa zaidi ya miezi kumi sasa, miji ya Goma na Bukavu ikiwa miji mikuu ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini iliyodhibitiwa na AFC M23. Katika majimbo hayo, mashirika ya kiraia yanathibitisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu yakidai, watoto waliokimbia makazi yao wanaishi katika hali mbaya. Kosna Muhigwa ni mwanaharakati wa dimbwi la utetezi wa haki za watoto mjini Bukavu. Anaeleza masikitiko kwamba watoto hao wanakosa huduma za afya na chakula cha kutosha vikiwemo pia visa vya kutekwa nyara, unyanyasaji wa kingono, kuandikishwa na kutumiwa na makundi yenye silaha, hofu, vurugu umaskini na kadhalika. Hivi vita viliasiri watoto wingi sana walipatwa matatizo ya kisaikolojia uh, watoto wengi waliona jisi wazazi wao wa ndugu zao wanauawa, uh, wanatupwa na wanawaachililia. Mnamo Februari, Umoja wa Mataifa uliwashutumu wapiganaji wa AFC M23 wakishirikiana na wanajeshi wa Rwanda kwa mauaji ya watoto, muda mfupi walipothibiti mji wa Bukavu. Ofisi ya kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa Taifa wa haki za kibinadamu ilithibitisha taarifa hiyo iliyotupiliwa mbali na AFC M23. Wakati huo, asasi nyingi za kiraia zilihakikisha kwamba watoto hao walikuwa wamejihami silaha zilizoachwa na askari wa Kongo walipokimbia mji wa Bukavu. Ripoti ya mwezi Machi ya shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia watoto UNICEF imeonyesha kwamba zaidi ya kesi elfu kumi za ubakaji na unyanyasaji wa kingono zilirekodiwa kati ya Januari na Februari 2025 nchini Kongo. Watoto wamechangia kwa asilimia kati ya thelathini na tano na arobaini na tano. Jean Moro Tubibu ni mtetezi wa haki za binadamu mjini Bukavu, anakumbusha kuwa watoto wengi wanakabiliwa na hatari zinazohusiana na silaha zisizolipuka ambazo zimesalia mashambani na vijijini. Kizazi chenye kimezaliwa katika vita na mpaka leo kinaona tu vita. Hii ni aibu. Vikundi vyenye kumiliki silaha na jeshi zingine zote zitoke kando kando ya shule. Zisifanye vita mahali watoto wapo. Pascal Kimon ni mwanachama wa shirika la utetezi wa haki za watoto linaloitwa Watoto News, anaonya pande zote kwenye migogoro kuwajibika. Hizo mikataba ambazo wanakuwa wakisaini, tunataka ipate kuwa kwa faida ya jamii yote nzima, ipate kuwa kwa faida hasa zaidi kwa watoto, kwa kuwa au ndio wanakuwa waki asirika hasa zaidi wakati mashambulizi yenye ya silaha yakiendelea, licha ya makubaliano mbalimbali ya kusitisha mapigano. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa dharura kufunguliwa kwa njia za kufikisha misaada ya kibinadamu kwa watoto waliokimbia makazi yao na wahanga wa vita. Mitima de la Chance, DW Bukavu. Asante sana Mitima de la Chance kwa ripoti hiyo na mamilioni ya wakimbizi walioko kambini au kwenye sehemu za kupata hifadhi kote duniani wataathirika kutokana na mapungufu ya mabilioni ya fedha za ufadhili, wakati majira ya baridi yanawadia. Kulingana na waliozungumza na DW, wengi watalazimika kubana matumizi na hata kukabiliana na kifo. Uchambuzi wa Matthew Ward Ageso unasomwa studioni na Thelma Mwazaya. Mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa yanayowahudumia wakimbizi na walioachwa bila makazi yanasema kuwa uwezo wao wa kutoa huduma utasukumwa hadi mwisho wakati kipindi cha majira ya baridi kinaanza, hasa katika sehemu nyingi zilizo katika hali mbaya kote duniani. Wiki hii, kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa la wa wakimbizi UNHCR, mpango wa Umoja wa Mataifa wa chakula WFP na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa pamoja wameelezea shinikizo wanazokabiliana nazo zinazotokana na viwango vya msaada kupunguzwa, za kuwapa chakula na makazi mamilioni ambao ni wakimbizi au walioachwa wa bila makazi. Hali hiyo imechagizwa na hali inayoendelea kuvurugika nchini Sudan, Afrika ya Kati na Magharibi, na mzozo wa Mashariki ya Kati ambao haujapata suluhu. Kwa upande wao mashirika ya WFP na FAO yamefafanua kuwa yamepokea zaidi ya thuluthi ya euro bilioni 25 wanazokisia kuhitajika kusafirishia na kufikisha msaada muhimu wa chakula kwenye maeneo yanayotatizwa na njaa ambayo aghalabu yako ndani ya au karibu na viwanja vya mapambano. Wakati huo wa huo, UNHCR imebainisha kuwa ina kiasi ya dola bilioni 3.9 za ufadhili, kiwango ambacho ilikuwa nacho muongo mmoja uliopita, bila kuzingatia mfumko wa bei. Hata hivyo, idadi ya watu waliokimbia makazi yao na wanahitaji msaada wa kibinadamu imeongezeka maradufu. Wakati mwaka unafikia kikomo, athari za ukosefu wa fedha hizo na msaada zitaanza kudhihirika. Ijapokuwa wahisani wana sehemu yao ya ufadhili, mchango wa serikali ni mkubwa zaidi ili kujaza pengo na kubana matumizi. Mashirika mengi, hasa yanayofanya kazi chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa, yamelazimika kupunguza nafasi za ajira kwa maelfu na kujitahidi kulinda operesheni za maeneo ya matukio. Takwimu za UNHCR zinaashiria kuwa zaidi ya watu milioni mia moja ishirini na tatu wanalazimika kuyakimbia makazi yao kwa sababu ya kuteswa vita ukiukaji wa haki za binadamu au purukushani za aina nyingine. Wengi wanaosaka hifadhi au kulazimika kuwa wakimbizi, asilimia sabini wako katika nchi masikini au zinazoinukia. Yote haya yakiendelea, hoja ya malengo ya muda mrefu ya kuimarisha utendaji wa umoja wa mataifa imepata nguvu mpya mintarafu matumizi ya hela katika mashirika yake ya kutoa misaada. Hoja hiyo iko chini ya mpango wa katibu mkuu Antonio Guterres wa mageuzi ya Umoja wa Mataifa iliyotimiza miaka Upo msukumo pia kutoka kwa sekta ya kutoa msaada kutaka hela kuyawezesha mashirika ya kitaifa na harakati zao badala ya kimataifa yanayosimamia operesheni chini ya mwamvuli wa pamoja. Hata hivyo, kasi ya mageuzi hayo bado ni ndogo, na walioachwa bila makazi huenda wakalazimika kuchukua hatua wa nyingine ambazo labda hazitovutia zaidi. Na kwa ripoti hiyo kutoka kwake Thelma Mwajaya, ndio inayotufikisha kwenye makala tuliokuandalia. Je, unatafuta mitindo, vichekesho na challenge za hivi punde? Tazama akaunti yetu mpya ya DW Kiswahili ya TikTok. Tumepakia maudhui moto moto yatakayokuburudisha kwa saa nyingi, kuanzia challenge za dance hadi skit za kufurahisha. Kuna kitu kwa kila mtu. Usikose, tufuate sasa katika DW Kiswahili na ujiunge na burudani hiyo. Ni DW Kiswahili kwenye TikTok, DW Kiswahili kwenye TikTok. Tuonane hapo. BW. Wanawake na maendeleo. Kila kizazi huwa na mashujaa wake. Wale wanaosimama mstari wa mbele kuleta mabadiliko na kuamsha nguvu zilizolala ndani ya wengine. Leo tunakupeleka Mombasa katika mitaa ya Likoni, mahali alipozaliwa na kukulia Mwanahamisi Hamadi, mwanamke jasiri, mtangazaji hodari na kinara wa kuinua wanawake nchini Kenya. Hivi majuzi ametambuliwa kwa kazi zake na kutunukiwa tuzo ya shujaa wa taifa na Rais William Ruto, kutambua mchango wake mkubwa katika kuinua wanawake na vijana kupitia vyombo vya habari na miradi ya kijamii. Mimi wakati nilipokuwa nikiangazia hawa kinamama, hakuna hata wakati mmoja nilikuja kudhani kwamba na mimi nitakuja nitambulike kama mwanamke bomba, nije nitambulike kama shujaa, lakini nitasema ni kwa rehma za Mwenyezi Mungu. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Fathia Omar na mtazamaji, bila shaka umewadia sasa wakati wa Nipashe, tukitumai kwamba hujambo popote ulipo. Ni sauti yake Mwanahamisi Hamadi aliyezaliwa miaka ya thamanini, na kama wasichana wengi wa wakati huo, ndoto yake kubwa ilikuwa kuwa muuguzi, lakini akakumbana na changamoto za maisha na ndoto hiyo ikaahirishwa, lakini haikupotea. Kuliko kukata tamaa akaamua kuchukua mkondo mpya, huwa na habari. Baada ya kufanya vibarua kadhaa vya kutangaza bidhaa sokoni, aliingia chuo cha KIMC kusomea uandishi wa habari. Bidii yake ikamfikisha katika runinga ya Citizen ambako kipindi chake cha kwanza kilikuwa siha na maumbile. So nilipoanza utangazaji ile ukirudi nyumbani unaambiwa ah, tumekuona leo umesoma hivi hivi na hivi. Ni kitu ambacho kilinijaza furaha na kikanipatia nguvu na msukumu wa kusema kila siku nataka niwe ni mtu tofauti, ili watu nao wasinizoee kama vile walivyonizoea. Na ndio maana kipindi cha kwanza ambacho nilikuja kuanza kufanya kilikuwa ni kipindi cha afya, so bado nikaona ile hamu yangu ya kuwa muuguzi bado naiendeleza kimpango, lakini nikiwa natumia utangazaji zaidi ya miaka ishirini baadaye, Mwanahamisi amekuwa sauti ya matumaini kwa wanawake wengi kupitia kipindi chake maarufu mwanamke Bumba. nilipewa na baba yangu redio li likajifunza kushikanisha hizo betri na waya. Kupitia kipindi hiki ametoa jukwaa kwa wanawake kuelezea safari zao, changamoto na mafanikio yao. Wanawake wengi wamepata motisha kujithamini na ujasiri wa kujiendeleza. Mwanahamisi ya kusimama kwenye televisheni pekee, akaanzisha Mwanamke Bomba Sako, taasisi inayowawezesha wanawake kupata mikopo midogo na mafunzo ya ujasiriamali. Nilipokuwa nikifanya hizi taarifa za hawa wanawake, nikaona wanawake wana uwezo tofauti tofauti. Nilipopata hawa wanawake ambao wakawa ni marafiki zangu, sasa wanawake bomba, tukakaa chini, tukasema tutafanyaje? Tukaanza tu kama merry-go-round manake ili tuwe pamoja, tujuane, tuelewane, kila mtu amjue mwenzake anafanya nini. Lakini baadaye tukaja tukawa na uhusiano mzuri sana na hawa wanawake, tukasema kwa nini tusianzishe kitu cha ambapo tutakuwa tunawekeza pamoja, mbali na ile chama tu cha kupokezana pesa kila mwisho wa mwezi. Ndio wazo la Sako likaja. Si hayo tu, pia akaanzisha Taji Langu Foundation, wakfu unaosaidia kuinua mtoto wa kike kupitia elimu na ushauri Faiz Musa, mmoja wa waandishi wa habari anayefanya kazi na Bi Mwanahamisi, anamwelezea kama mtu mwenye bidii, ubunifu na moyo wa kujitolea. Mwanahamisi ni mmoja wafanyikazi ambao wanatupa motisha mkubwa sana kwa namna anavyofanya kazi zake. Ustadi anaofanya nao kazi pia ni kitu, tunajifunza mengi kutoka kwake na no, uvumilivu alionao. Licha ya mafanikio haya yote, changamoto hazikukosekana. Wapo waliompuuza, waliomdharau na waliodhani hatofika mbali lakini Mwanahamisi alisimama imara, akaendelea kuthibitisha kwamba mwanamke anaweza kufanikiwa popote anapoweka bidii na imani. Huyo ndiye Mwanahamisi Hamadi, mwanamke bomba aliyetupambia makala ya Wanawake na Maendeleo leo kutoka DW Kiswahili. Na komea hapa kwa leo. Mimi ni Fatihia Omar, kwa heri. Imetimia saa kumi na mbili kamili Afrika Mashariki, kumi na moja kamili Afrika ya Kati, hapa Ujerumani ni saa kumi kamili. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi, na kwa niaba ya wale wote watakaowasikia, mimi ni Tatu Karema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika thelathini asubuhi tulikuwa hewani kupitia satellite Badr 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni. Kwaherini.